Taaruki kubwa ilizuka siku ya jana Jumamosi katika eneo la viwanda la mji wa Paramount baada ya maafisa wa ulinzi wa mipaka wa Marekani waliovaa mavazi ya kukabiliana na ghasia na barakoa za gesi, walijipanga kwa ulinzi mkali na kutumia gesi za kutoa machozi dhidi ya watu waliokuwa wamekusanyika kuandamana na kushuhudia kile ambacho kilichoelezwa kuwa ni mwendelezo wa msako mkali wa wahamiaji katika eneo la Los Angeles. Tukio hilo lilijiri baada ya idara ya uhamiaji ya Marekani kutangaza kuongeza muda na wigo wa operesheni zake katika maeneo mbalimbali ya jiji la Los Angeles, ikiwa ni pamoja na miji mizunguka kama Paramount na maeneo yenye wakazi wengi wa asili ya Latino na jamii za uhamiaji kutoka nchi za Asia na Afrika. Mashuhuda waliambia vyombo vya habari kwa msafara wa magari ya kijeshi na magari madogo yenye nembo ya serikali ya shirikisho uliingia katika kiwanda kilichotelekezwa katika eneo hilo mnamo saa 11 jioni, huko maafisa wakianza kufanya upekuzi na kuwakamata watu waliokuwa wakifanya kazi au kupita karibu na eneo hilo. Dakika chache baadaye, mamia ya waandamanaji na raia waliokuwa wamepata habari kutoka mitandao ya kijamii walianza kujitokeza kwa wingi. Tulikuja kutoa msaada na kushuhudia kinachoendelea. Hakukuwa na vurugu, lakini walitufukuzia gesi ya machozi kana kwamba sisi ni magaidi, alisema Veronica Reyes, mkazi wa Paramount na mama watoto wawili, ambaye alinusurika kukamatwa. Maafisa wa Border Patrol walionekana wakizuia maeneo ya kuingia kiwandani hapo, wakiwa zito, na silaha nzito na vifaa vya kuzuia ghasia na vifaa vya kutambua nyuso. Hakukuwa na tamko la haraka kutoka ofisi ya uhamiaji, lakini chanzo cha ndani kilithibitisha kuwa watu zaidi ya 25 walikamatwa katika operesheni ya siku hiyo, wakiwemo raia ambao hawakuwa na rekodi ya kihalifu, lakini walikosa nyaraka za uhamiaji. Makundi ya kutetea haki za uhamiaji yamelaani vikali hatua hiyo, yakisema kuwa hiyo inakiuka haki za binadamu na inalenga zaidi jamii zisizo na ulinzi wa kisheria. Hii sio operesheni ya usalama, bali ni kampeni ya kuatia hofu wahamiaji. Tunarudia, ICE haipaswi kutumia nguvu au hila kufanikisha ajenda za kisiasa alisema Louis Hernandez, msemaji wa makundi ya uhamiaji. Msemaji wa ofisi ya Mayor Los Angeles alisema kuwa mji huo haukupewa taarifa rasmi za mapema kuhusu operesheni hizo, jambo ambalo linawatia wasiwasi kuhusu wa mamlaka za serikali za mitaa. Operesheni hizi zinakuja wiki mbili tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa serikali yake itarejesha sera dhabiti za uhamiaji, ikiwa ni pamoja na kurejesha nidhamu katika miji iliyogeuka maficho ya uhalifu ya uhamiaji. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanasema kuwa operesheni hizi ni sehemu ya mkakati wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa kati midterms, wa Novemba mwaka 2025. Wakati huo wa viongozi wa miji kama vile Los Angeles, San Francisco na Sacramento wameapa kuendelea kujitambulisha kama miji salama kwa wahamiaji, wakisema kuwa wanapinga kwa nguvu zote majaribio ya serikali ya shirikisho kuingilia utawala wao wa ndani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.